Jukumu langu la kwanza ambayo limepewa hapa ni kutangaza viingilio vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini hizi zimeshamalizika, eh, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka Ncard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache hizi zinapatikana kwa shilingi elfu thelathini Tiketi za VIP C ni shilingi elfu ishirini na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange, lile ni shilingi elfu kumi alafu mzunguko ni shilingi elfu tano Kwa hiyo tafsiri yake tiketi zilizobakia za VIP B, VIP C, orange na mzunguko kuna haja ya kurudia viingilio hapo patikana sawa sawa. Hiyo safi. Jambo la pili, uh, ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano, lakini kama, kabla sijajikita hapo nami mimi ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisisitize hili ambalo wenzetu wa Ncard wamelizungumza hapa. Tafadhali sana pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi machi nane, alafu ile mechi ikayeyuka, yayo ile tiketi bado unayo Si ndio bwana eh? Ile ticket bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambaye ticket ambayo ulikata Machi nane na ile ticket bado unayo hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani. Wewe, ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, ka punch taratibu kama kawaida, ingia ndani. Ile ni hatua namba moja kwa mtu ambaye ana kadi yake mpaka sasa hivi atutazama live kupitia Azam TV hapa. Ana kadi yake na alikuwa anajiuliza mimi nikata ticket Machi nane, sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia, geti lolote jukwaa ulokata, kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni yule ambaye alikata tiketi sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi, maana tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya machinane yani ile kadi, Ulishindwa kuitunza huna pochi huna kabati huna loloti, bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Geleeke vizuri, yani ambaye amepoteza, yaani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unaijua hujakata, haumo unakwenda kushupaza mishipa ya shingo, na mimi nilipoteza. Utaratibu tofauti mwingine kwa wasumbufu bodi mutafute, na shauri mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, unajua mlango tuliofungua. Au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mi nilikata, mtafute 07 sifuri 07 saba, uwe na uhakika nayo, ili ustupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo, ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda, na siku ya mchezo jinsi gani, na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu mmepewa mpaka siku ya mchezo. Pia utaratibu geti A hey na geti D di, si ndiyo yale? Yani mageti mwende, pale mtakuta deski maalum mwisho kabisa, unajua mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Mwisho, deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum. Ndio wewe ambao umepoteza, eh, kadi. Amempa heshima huyu mtu <laughs> yaani kadi umepoteza na umepowa deski maalum bodi ya ligi tuitupenini tena, mbona atupenda namna hii jamani? Taratibu mzuri. Yani, kadi ukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale, unatoa taarifa zako, bwana, mi nilisajili kwa namba hii na hii kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe, almasi nani, unapewa chakwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani, kwa sababu za bodi au n kadi au timu mwenyeji, ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata n kadi, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo, uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa nikasema nilipitie kidogo hapo, niweke msisitizo na mimi, watu wasije wakachanganya. Kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo wewe. Kama una kadi tukutane uwanjani, kama kadi ilipotea